Injili kulingana na Marko mtakatifu mlango wa nne akaanza kufundisha tena kando ya bahari wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari akawafundisha mambo mengi kwa mifano akawaambia katika mafundisho yake sikilizeni tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota, kwa kuwa na udongo haba; hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi, ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea, ikaisonga, isizae matunda nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda zikimea na kukua, na kuzaa moja thelathini, moja sitini, na moja mia. Akasema, aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale thenashara walimuuliza habari za ile mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasikie, wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo hulipanda neno hawa ndio walio kando ya njia, lipandwapo neno, nao wakiisha kusikia, mara huja Shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache; kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa na hawa ndio wale wapandwao penye miiba ni watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno likawa halizai. Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri, ni watu walisikiao lile neno na kulipokea na kuzaa matunda, moja thelathini, moja sitini, na moja mia. Akawaambia, mwaonaje Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni, si kuwekwa juu ya kiango? Kwa maana hakuna neno lililositirika ila makusudi lije likadhihirika, wala hakuna lililofichwa ila makusudi lije likatokea wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Akawaambia, angalieni msikialo. Kipimo kile mpimacho, ndicho mtakachopimiwa na tena mtazidishiwa. Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke hata matunda ya kiiva, mara atapeleka mundu kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika inchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika inchi lakini ikiisha kupandwa hukua ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake, kwa kadiri walivyoweza kulisikia; wala pasipo mfano hakusema nao, lakini akawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faraga. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo akaiambia bahari, Nyamaza, utulia. Upepo ukakoma kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana ni nani huyu basi, hata upepo na bahari humtii?